Mwari gani, mwanafamilia wa Mkubwa Media, kama ni mara yako ya kwanza, hakikisha unabonyeza alama nyekundu iliyoandikwa subscribe. Nyimbo uh, ya Harmonize inaonekana kufanya vizuri sana ndani na nje ya mipaka ya Tanzania, ambapo inaelezwa kwamba uh, nyimbo hiyo imeonekana kama ndio nyimbo bora ya mwaka, au sio? Kama uko fahamu kwamba uh, Harmonize bwana uh, kutoa nyimbo ya Furaha imeweza kupokelewa kwa ukubwa zaidi katika uh, chati za E, kituo cha redio cha Nuru FM po frequency 9, ambapo frequency yake ni themanini na nane nukta tisa ambapo wameweza kutoa nyimbo ishirini bora ambapo katika e, hiyo ilikuwa ni Machi thelathini elfu mbili na ishirini na tano ambapo Harmonize ameweza kushia kupitia ukurasa wake wa Instagram akisema kwamba song of the year ambapo Furaha ni namba moja. E, ikiwa ni nyimbo ya Harmonize eh, e, lakini pia Nandi akishika namba mbili ikiwa katika, ikiwa katika, akitoa e, kazi ya Sugar, namba tatu imeenda kwa e, Mariona the Ben nyimbo ya Baby, alafu namba tano ni e, Dakota Jinako na Badest eh, sio mwana, namba tano ni Ed Sheeran, Ed Sheeran Azizam, afu namba sita ni J Melody J Melody niingie katika namba sita. Namba saba ni Mabantu akishirikiana na J Melody e Fala. Nyimbo ya nane ni darasa na Alikiba Breakdown. Namba tisa ni, ni, e ni ya kwake Chino inaenda. Nyimbo ya namba kumi ya, ya jina la Tiririka. Namba kumi na tatu ni ya Abigail Chams na Harmonize Me Too. Kwa hiyo unaona Harmonize imeingia mara mbili. Namba 14 ni Wozu Moyo, namba 15 ni Shallipopi, nyimbo inakuja kwa jina la Laho, namba 16 ni Jinako. Dallas, na akishirikiana a darasa pamoja na Billnass, nyimbo uh, inaenda kwa jina la Go. Namba 17 B2K mnyama akitoa kibao cha inatosha, alafu namba 18 Juma nane Kini akiimba katika nyimbo ya Mr Nice Guy, af namba 19 ya kwake Joy Mwaga e, katika nyimbo ya Bila Bila, afu namba 20 shii ni Lonely Boy mpenzi wangu, kwa unaona kabisa katika hii chat ya Nuru FM, e, ni Top bangers eh, Machi 30 eh 2025 akiwa host akiwa ni DJ Nasi e, katika e, e, kituo cha redio cha Nuru FM ambapo tunaona wameweza kusema kwamba hizi ndio ngoma ambazo zinafanya vizuri, na hii Harmonize ameita nyimbo bora ya mwaka. Unajua eh, nyimbo bora ya mwaka maana yake ni nyimbo kali kuliko nyimbo zote, kuanzia Januari mpaka Disemba. Sasa hivi ni mwezi wa April, nyimbo hii ina zaidi ya mwezi mmoja katika mtandao wa YouTube na katika digital zote za platform kote tu, pengine eh, anaweza katoa ngoma kali zaidi ya hii, lakini yeye, eh, Harmonize amekubali kusema kwamba hii ndio ngoma ya mwaka mwani, kisha na subscribe